Katika ujuzi wa graphic design hasa katika software ya Adobe Photoshop, zipo trick nyingi ambazo unaweza ukazitumia kuweza kuwashangaza watu na hii ni moja ya trick nzuri sana uh, jinsi ya kubadilisha rangi ya nguo katika picha husika, kwa mfano kutoka nyekundu kwenda blue, kutoka blue kwenda kijani ni very simple. Fatana nami kuanzia hatua ya kwanza kabisa mpaka mwisho ili uweze kujua namna ambavyo nimeweza kutumia hii trick, namna ambavyo nimecheza nayo na wewe unaweza ukafanya kwa mtu yote ambaye atakayekupa kazi ni very simple. Fuatana nami kuanzia hatua ya kwanza kabisa mpaka ya mwisho. Hii ni Akili Design, kisima cha maarifa, tunasema sempekee ambayo unaweza kupata full digital skills ambazo zitakupeleka sokoni, hatimaye ukaanza kujitengenezea kipato mtandaoni. Ni simple, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hapo tutafungua software tu ya Adobe Photoshop, kisha tuenda kuchukua picha kwa ajili ya kuweza kubadilisha kala. Sasa nitaenda kuchukua picha ambayo nimeiandaa. By the way ziko picha nyingi lakini nitachukua moja wapo, alafu nita drag mpaka hapa. Naweza katumia nia yote kuweka picha hapa, shortcut. So, baada hapo, nitaenda hapa kwenye sehemu e, so, ya chini, chini kabisa hapa kwenye mouse yako inapoonyesha nitabonyeza mara moja, kisha nitaenda sehemu imeandikwa solid color, nitabonyeza mara moja na umeweza kuona imeweza kuakisi rangi hiyo hapo. So, hapo unaweza kuchukua rangi yoyote unayotaka wewe. Kwa mfano ni hiyo hapo ya rangi ya blue, basi baada hapo nitaweka okay, kisha bonyeza okay. Itakuja sehemu imeandikwa normal, hapa nitabonyeza normal, alafu nitaenda sehemu imeandikwa linear burn. Yes, linear burn au color burn. By the way, mimi napenda linear burn, nitabonyeza hapo. So umeweza kuona umeweza kuona E, nguo yangu au rangi ambayo nilikuwa nataka nimekuwa ni hii hapa, lakini by the way, unaweza kubadilisha rangi yote unayohitaji wewe eh, let's say labda ngoja nikuze kidogo hapa let's say labda nataka nibadilisha rangi, taenda hapa kwenye color, nitabonyeza nita right click, alafu utachagua rangi ambayo mimi naitaka. So, rangi ambayo nimeipenda labda ni hii hapa, utaweza kuangalia tayari nimebadilisha rangi ya t-shirt ambalo e, Kazi ambayo ulikuwa anaifanyia tayari imekusha badilika. Karibu sana. Hii ni Akili Design College, kisima cha maarifa. Sehemu pekee ambayo unaweza ukapata digital skills na hatimaye ukaanza kujitengenezea pesa mtandaoni ili simple way.